Karibu tena katika eh, video nyingine hapa kwenu. Ni ya leo inayo swali kwako. Eh, kuna jambo ambayo ninahisi kwamba inaweza ikavutia na inaweza ikawa ni jambo ambayo unafikiria, lakini sina uhakika. Kwa hiyo ndio maana ninataka nieleze ni nini, halafu nitaomba uandike kwenye comment kama unaona kwamba ah, hii ni jambo ambayo ningependa uifundishe au uifafanue zaidi. Ni kuhusu utoaji, ni kuhusu sadaka, ni kuhusu mambo ya kikumi na mambo kama hayo. Na swali ambayo tunahitaji kujiuliza, kuna mpangilio wa utoaji na mpangilio wa upokeaji wa baraka au kuna vipi? Katika Biblia na katika Ukristo mambo hayo yana uhusiano gani na kuna kitu ambayo unaweza kufanya kusudi upate hiyo baraka au ni bahati nasibu, mambo kama hayo. Biblia inafundisha juu ya mambo hayo, lakini makanisa mengi wanazingatia sehemu ya hayo mafundisho, lakini hawapendi kuzingatia sehemu zote za hayo mafundisho. Hiyo mimi ninauliza, je, ungependa nifanye ni kazi na hayo mambo uh, na kama utapenda nitaweza kufanya, lakini ngoja bado niendelee kuongea kidogo kabla ya kuzima hiyo video uh, Leo kuna makanisa mengi yanayofundisha kwamba ukitoa utapata, na zaidi unavyotoa Mungu atakubariki na hutakosa kitu katika maisha yako. Wanakuambia, toa zaidi utapata gari, toa zaidi utapata mchumba, toa zaidi utapata nyumba, toa zaidi utapata kazi. Yaani kule kutoa kinakupa kitu. Unaona ni kama vile unawekeza kwa namna fulani na automatically unapata kitu. Uh, mafundisho haya yanaitwa theolojia ya ustawi. Im, im, imepewa nembo katika tuseme ulimwengu wa wanatheolojia wanasema ni, ni theolojia ya ustawi ni kwamba huwezi ukakosa ukitoa utapata, kwa sababu Mungu anaahidi na anapenda uba, akubariki. Kwa hiyo kuna kitu ambayo inakwenda almost automatically, na ni mafundisho yanayovutia kwa sababu karibu kila mtu anapenda awe atajiriki, au at least awe na zaidi kuliko alivyo navyo. E, kwa hiyo ni rahisi kuyapokea, ni rahisi ya kuyakubali na kuyajaribu na ina inawakusanya watu wengi na utakuta makanisa yanayofundisha mafundisho kama hayo, mara nyingi yanakuwa ni makanisa tuseme, watu wanakuwa ni wengi na ni makanisa makubwa sana, na kweli kuna watu wanaofanikiwa mara nyingi ni wachungaji wenyewe au timu yao ya uongozi wanaofanyikiwa na wanaotajirika hiyo. Uh, utakuta wachungaji hao wana, mara nyingi wanakuwa na mali nyingi na wanakuwa na tuseme utajiri ambayo si wa kawaida, na mara nyingi wale ambayo wanajaribu kutoa na wanajaribu kutumia lakini hawafanyikiwi. E, wanaambiwa kwamba labda hawatoi kiasi cha kutosha, au labda imani yao ni ndogo au ni hafifu kwa namna fulani, ndio maana wanakosa. Kwa hiyo kuna, kuna kama debate ndani ya, eh, ya mafundisho haya, kuna nini inayosababisha mtu hata anapotoa kufuatana na e, zile ahadi za Biblia zinazofundishwa na kuhubiriwa katika haya makanisa. Kwa nini anabaki maskini? Kwa nini anabaki na, na hali mbaya ambapo wengine wanafanyikiwa? Katika Biblia tunajifunza juu ya utoaji na maisha jumla ya kiimani. Biblia ina mafundisho mengi na ina mafundisho mengi mazuri juu ya hayo mambo. Kwa hiyo swali mimi nilio nayo kwako ni hivi, ungependa nifanye mafundisho yanayohusu hayo mambo, yaani tuende ku, kuangalie kwa undani Biblia inafundisha nini, na pia tuangalie maisha ya watu wa Biblia wao, tuseme pamoja na mafundisho tunayoyapata katika Biblia, je, hao watu wanayoongelewa katika Biblia wanaonyesha kwamba walikuwa watajiri au kuna kuna nini, picha gani ambayo tunaipata kwa watu wa Mungu katika Biblia, na inawezekana hata katika historia tukipenda kufanya hivyo. Kwa hiyo uh, kama wewe unaona kwamba okay, mafundisho kama hayo yangenivutia, ningependa kujua zaidi hmm, kama unapenda hivyo andika kwenye, kwenye eh, comment za video tu, ningependa hiyo, inatosha ningependa, nione nikiona kwamba ninapata comment kiasi ambayo wanasema oh, ningependa ni zaidi nijue zaidi, ningependa ni nijue zaidi, nitaanza kuandaa masomo kama hayo. Nimewahi kufanya zamani kozi nzima juu ya mambo hayo, lakini ni miaka ishirini nafikiri zilizopita, kwa hiyo ni muda mrefu, kwa hiyo ninahitaji kuipitia tena na labda kuibadilisha kutokana na kule kufahamu zaidi kwangu pia mambo ya Biblia. Nadhani kuna, kuna marekebisho ambayo inahitaji kufanya. Ndio hivyo tuna tunapojifunza zaidi pia tunajifunza wapi tulikuwa tunakosea kidogo, au labda sehemu ambapo tunahitaji ku, kuwa, kuwa na utaratibu zaidi katika yale ambayo tunayatamka. Anyway, video hii ni fupi, kwa hiyo ninakuachia hapa. Kama umefika mpaka mwisho, kama kawaida, nashukuru sana. Mungu akubariki, na bila shaka tutaonana katika vipindi vingine siku za mbele. Asanteni sana.